Naam, uhali gani mtazamaji wa 360 on air, natumaini uko mzima kabisa wa afya yes, ukifuatiwa na mwezi mtukufu wa mfungo wa Ramadhani pia. Bila shaka kwa wale wa Kristo pia wako katika mfungo wa Kwaresma yes. Uh, kama ilivyo ada yetu, sisi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukufikishia wewe taarifa zozote ambazo zinajiri kutokea duniani kote, na kama utahisi Hombu la haina yoyote ile au kama utahisi sintofahamu katika taarifa zote ambazo unazisikia, basi hapa 36 on air ni sehemu yako ambayo itaweza kukuondoa wewe sintofahamu za hapa na pale bana. Ishu nzima iko kwa dada yetu Anjela TZ. Anjela TZ leo mapema kabisa ameweza kuibuka na kuweza ku, kuomba msaada kwa Watanzania wote kulingana na tatizo ambalo anapitia kwa muda mrefu tangu tuna, tunaona hasili zake kutokea uh, msanii wa kawaida mpaka kujiunga na lebo ya Konde Gang. Tumemwona Angela akiwa na safa na matatizo ya mguu na hali yake imefikia uh, kuwa hatua mbaya sana uh, mpaka kufikia hatua kuomba msaada sio jambo dogo. Basi endelea kukaa nasi hapa lakini, ni jambo jema sana kama utafanya uh, kwenda kusubscribe channel yangu ya 360 on air au 360 on air au unaweza ukaandika moka 36 basi, hapo utasubscribe chaneli yangu uh, then itakujia alama ya kengele pia utaibonyeza, na ukishaibonyeza hiyo alama ya kengele, basi hapo utajihakikishia kuwa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa ambazo zinajili hapa katika uh, ukurasa wa 364 stini yanea. Yes, bana uh, tunatambua hapo miaka kama mitatu nyuma, Anjela TZ ameweza kuondoka katika lebo ambayo imemsaini na kumtambulisha na kufanya Watanzania wengi kuweza kumfahamu ya Konde Gang Music ambayo inasimamiwa na mtu mzima Harmonize Tz. Bana, pale Angela alikuwa anaunganisha safu ya wasanii uh, watatu wa Konde Gang ikiwemo mwenyewe Harmonize, pia Ibraah Tz pia na yeye Angela alikuwa anasimama kama msanii wa kike peke yake pale ndani ya Konde Gang, na hakika amefanya vibao vingi vizuri sana ambavyo viliweza kuwapendeza watanzania wengi sana yes, mpaka tu, tunaona ilivyofika hatua anataka kuondoka. Watu wengi wali, waliweza ku doubt ni kitu gani ambacho kinamfanya Angela kuweza kujitoa katika lebo ya Konde Gang, lakini mwenyewe alisema kwamba, mimi sina tatizo na bosi wangu Harmonize wala sina tatizo na na fellow artist wenzangu pale Konde Gang au na mtu yeyote, lakini huu ni uamuzi tu nimeamua kuchukua kwa sababu nataka kwenda kuanzisha maisha yangu kimuziki mwenyewe ya hiyo uh, ishu uh, iliweza kutokea hapo miaka kadhaa nyuma. Na tumeona baada ya kutoka pale Konde Gang uh, kwa upande wake maisha hayaweza uh, kuweza kuwa vizuri kidogo, basi ikambidi uh, kuweza uh, kusetwa hivyo hivyo kiugumu, uh, na ikafikia hatua mpaka mwanamziki kutokea WCB, official Zuchu, kuweza kumsaidia kuweza kupata gari kwa sababu Angela aliweza kuacha kila kitu chake pale uh, Konde Gang. Yes, hata gari ya kutembelea alikuwa anashindwa. Kwa hiyo mwanamuziki Zuchu kutokana na uh, na upendo wake wa dhati pia na the way na appreciate kipaji cha Angela TZ akaamua kuweza kumpatia gari aina ya uh, Subaru uh, Subaru Impreza na ile gari imeweza kumsaidia Angela, na, na kuweza kusogea kwa ukaribu au kusogea kwa urahisi sana katika Uh, vipengele vyovyote ambavyo vinamhusu yeye kuweza kusimamisha uh, karia yake vizuri, basi bwana mpaka kufikia uh, usiku huu wa leo uh, Anjela ameweza kuandika kupitia Instagram yake account uh, kwamba mimi napitia uh, tatizo kubwa sana kupitia haya maradhi ambayo naumwa uh, kama ifuatavyo. Anjela ameweza kuweka wazi kama Mtanzania yeyote uh, ataguswa, basi ata, ataweza kumchangia Anjela kupitia uh, namba ambazo ameziweka hapo na ameweza kuandika ujumbe mzito uh, hata mimi pia umeweza kunigusa na nitaungana na watanzania wenzangu wote kuweza kumchangia dada yangu Angela TZ, eh, chochote ambacho nitakuwa nimebarikiwa. Na leo kupitia Instagram account yake Angela TZ ameweza kuandika kwamba, habari watanzania wenzangu, mtoto wenu nimeona uh, nichutame kwenu kwa sababu nimefikia sehemu ya kukata tamaa kabisa na huu ugonjwa wangu nimehangaika na kuahidiwa sana na watu binafsi bila mafanikio. Ingekuwa inawezekana kumtumia a, kila mtu maumivu ninayopitia naamini hakuna mtu yeyote angeweza kukaa nayo hata kwa sekunde na kosa confidence. Natumia dawa nyingi sana bila mafanikio. Matibabu haya yakiisha bila mafanikio, sina budi kumwachia Mungu mpaka pale wakati sahihi wa mimi kupona utakapofika. Kuna wakati naona wenzangu wakifanya mazoezi na alikuwa kwenye marathon nyingi sana a, lakini naumia sana, siwezi kushiriki mambo mengi hasa ya kimichezo a, najua Mungu ndiye muamuzi wa mwisho, nami naamini andiko langu limetoka kwake. Ndio maana nimekuwa nikimuomba sana nipe msaada wa hili. Nimekuja kwenu leo, naomba msaada wenu wa matibabu ya uhakika ambayo mimi binafsi siwezi kumudu kwani ni zaidi ya shilingi milioni kumi na tatu za Kitanzania nimepata hospitali ya hapa hapa nyumbani Tanzania. Kwenye kuguswa uh, kwa mwenye kuguswa na hili anaweza kunichangia kupitia nambali sifuli sita themanini na tatu sitini na tano themanini na tisa sitini na moja na jina litatoka Angelina Samson, na narudia tena sifuli sita themanini na tatu sitini na tano themanini na tisa sitini na moja, jina litatoka Angelina Samson. Pia ameweza kuattach bank account yake namba za CRDB kwamba sifuri moja hamsini na mbili sabini tisini na nne sabini na nne mia sita. Narudia tena sifuri moja hamsini na mbili sabini tisini na nne sabini na nne mia sita jina litatoka Angelina George Samson bana. Uh, kama ulivyoweza kusikia hapo ni ujumbe mzito sana uh, kama mtu umeshawahi kuuguza au labda kupitia uh, chembe yote ya maumivu, una, natumaini una, unaweza ukahisi kitu gani ambacho Angela anapitia kwa wakati huu. Hata mimi pia uh, I'm feel, I'm feeling so pain. Uh, maumivu mno aisee, kwa sababu huu ujumbe sio sio kitu kidogo kabisa uh, mtu anaumia uh, unajua ugonjwa unapokusumbua unaumiza sana na leo dada yetu Anjela mdada mpole mdada mzuri uh, pia mwenye mashairi mazuri kupitia mziki wake ameweza kutulilia watanzania wenzake basi ni jambo la busara sana kama utaweza kuchangia kupitia namba ambazo nimezitaja hapo ndugu yangu matatizo ya kila mmoja hayamkuti Anjela tu leo Anjela kesho wewe Uwezi jua labda unapotoa hapo kwa Angela, tena kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, pia na mwezi wa uh, mfungo wa Kwaresma, basi na imani kama utapitisha maombi yako huko na nia uh, yako njema ya dhati kabisa kuweza kumchangia dada yetu Angela kwa chochote ambacho umebarikiwa, basi na imani itakuwa ni sehemu sahihi sana, na imani utafungua blessings nyingi sana, baraka nyingi zitafunguka kwako ambaye unasikiliza kupitia 360 na muda huu hapa. Naam tukutane tena katika vipindi vingine vingi ambavyo vinaruka hapa ndani ya 36 on air. Bye bye.